Kama wakatoa kafara nyingi kiasi gani, bado hawezi kuinyamazisha damu ya mjumbe wa Agano Jipya. Imeandikwa, hey! hey, na Yesu mjumbe wa Agano Jipya na damu wa kunyunyizwa inenayo mema kuliko ya damu ya Habili. Manake damu inanena mema kuliko damu zote hapa ai. Itakuta upande ambao watu wako macho hapa ndani. Damu ya Yesu ni damu ambayo ina nguvu kuliko damu zote hapa duniani. Wakachinja damu za ng'ombe saba, ng'ombe mia tano, ng'ombe elfu moja, hata ng'ombe wote duniani hawagusi hata robo ya thamani ya damu ya mwana kondoo pale msalabani ambapo mimi na wewe tunapopata nguvu katika maisha yetu ya kiroho na kimwili pia. na mezungumza kwa habari ya nguvu ya kanisa, nazungumza kwa habari ya mamlaka ya kanisa katika ulimwengu na namezungumza kwa habari ya nguvu ya kanisa, nazungumza kwa habari ya uwezo wa kanisa katika ulimwengu. Naongea kwa habari ya kanisa, naongea kwa habari ya maji ya Mungu katika watu wangu walioko hapa duniani naongea kwa habari ya kanisa yeah. Naongea kwa habari ya sauti ya Mungu ikiwa natembea hapa duniani. Hey! somina takar hey!